Fahamu kuhusiana na uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango ni nini? Ehe, tumejifunza aina za uzazi wa mpango, na mwisho tutazungumzia kuhusiana, je, huu uzazi wa mpango Biblia inazungumza Kuhusiana na nini? Maana kumekuwa na mambo mengi watu wakisema kwamba uzazi wa mpango ni dhambi na Mkristo hastahiri kutumia huu uzazi wa mpango. Ninaitwa Pastor Detrix Sindalawa, msimamizi na mwendeshaji wa Afya na Injiri Online TV nikiwa hapa leo kuweza kukupa elimu kuhusiana na njia za asili za uzazi wa mpango. Tuliona njia za kudumu Tukaona njia za muda mfupi na sasa tunaona njia za asili. Usisahau mpendwa mtazamaji na msikilizaji unayefuatilia vipindi vyetu hivi kusubscribe katika chaneli hii ya Pamoja na Wewe Tz ili uweze kupata updates. Support huduma hii ili watu wengi waweze kufikiwa na elimu hii ya muhimu sana kuhusiana na masuala ya afya ya mama na mtoto pamoja na neno la Mungu na ushauri na mahubiri ambayo yanaweza yakabadilisha maisha yao. Ninakupenda, ninaomba usimame pamoja na mimi mpaka mwisho wa hiki kipindi, ili uweze kuelewa na kufahamu haya mambo ambayo ni muhimu sana katika afya ya maisha yetu na familia zetu, hasa mama pamoja na mtoto. Na siku ya leo tunaenda kuangazia kuhusiana na njia za asili za uzazi wa mpango, ambazo njia hizi za asili, kuna njia ya kalenda, kuna njia, e, ya, kuna njia ya shanga na kuna njia ya kunyonyesha. Tumesema kuna njia ya kalenda kuna njia ya shanga, kuna njia ya kunyonyesha. Njia ya kalenda ni njia ambayo mama anaitumia kwa kutambua zile siku zake ambazo ni hatari, na hizo siku basi mama anajizuia kufanya mapenzi. Kwa kufanya hivyo, basi mama anakuwa ameepusha kupata ujauzito, au akifanya mapenzi, basi mwanaume itampasa achomoe uume wakati wa kutoa zile mbegu ili zile mbegu zisiweze kusababisha mimba. Kwa kufanya hivyo, basi mama anakuwa amezuia ujauzito. Hiyo ndio inaita njia ya kalenda. Mama anahesabu siku zake, anajua siku zake za rutuba. Kwa hizo siku mama aidha anaacha kufanya mapenzi au akifanya mapenzi basi mwanaume itampasa achomoe uume aweze kumwaga shawa zake nje ili kuzuia ujauzito. Njia ya pili hapo ni njia ya shanga au tunaita cycle bed. E, tunaposema shanga, shanga ndo kama hii hapa unaoiona, na hizi ndo bedi zenyewe kama unavyoona, kuna bedi za kahawia kuna bedi nyeupe hapa na kuna bedi nyekundu kama hii hapa, ambao unaiona kwao, akianza period, basi anaweka bedi yake hapa katika, unaona kuna haka kadude hapa, ana kaseti katika nyekundu anapokuwa ameanza period. Alafu shanga yake ikiwa hapa katika hizi nyeupe, ambao ni siku ya nane mpaka siku ya kumi na tisa basi mama huyu hapashwi kufanya tendo la ndoa, inabidi ajiepushe, kwa sababu akifanya tendo la ndoa anaweza akapata ujauzito. Na endapo shanga yake basi itakuwa katika kahawia, ambao ni siku ya kwanza mpaka ya saba, basi mama anaweza akafanya mapenzi pasipokuwa amepata uja ujauzito. Kwa hiyo, mama endapo atakuwa amefika katika siku yake ya hedhi ambayo ndio hii hapa nyekundu, kabla ya kufika kwenye hizi hapa shanga za kawia, inamaanisha kwamba mzunguko wake ni mfupi kuliko siku ishirini na sita. Hivyo itampasa atafute njia nyingine ya uzazi wa mpango, maana huu uzazi wa mpango wa shanga hautamsaidia. Lakini pia endapo ataweza kupitiliza, asifike amini, apitilize, apitilize kabla apatilize hizi shanga za kawia, inamaanisha mzunguko wake ni mrefu kuliko siku 32. Hivyo hivyo, mama inabidi apate apate njia nyingine ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo kiufupi, hii njia ya shanga wanatumia watu ambao mzunguko wako ni regular, ni mzunguko wa kawaida wa siku 28. Chini ya siku 28 huwezi ukatumia njia hii ya shanga, na zaidi ya siku 32 za mzunguko ukitumia njia hii haita kusaidia. Kwa hiyo njia ya kwanza tumeona ni njia ya kalenda, njia ya pili tumeona ni njia ya shanga. Kama nilivyoeleza kuhusiana na shanga nyeupe, ambayo ni siku ya 8 mpaka 19, mama usifanye mapenzi, maana ukifanya utapata ujauzito. Tukazungumzia siku ya kwanza hadi ya saba ambao ni hii hapa shanga ya kahawia mama anaweza akafanya mapenzi kwa sababu hawezi akapata shida. Ukiona umefikia shanga yako nyekundu umeingia hedhi, kabla hujamaliza hizi shanga zako za kahawia, inamaanisha kwamba mzunguko wako ni mfupi zaidi ya siku ishirini na sita, inabidi upate njia nyingine ya uzazi wa mpango. Na endapo ukizunguka hizi shanga zote za kahawia ukazimaliza pasipokuwa umeingia hedhi, basi elewa mzunguko wako ni mrefu kuliko siku thelathini na mbili, na inakupasa utafute njia nyingine ya uzazi wa mpango. Na njia yetu ya mwisho ya asili ni njia ya kunyonyesha. Kwa mama anapokuwa ananyonyesha anakuwa anaachia vichochezi ambavyo hivi vichochezi vinakwenda kuzuia yeye asipate ujauzito muda wote anapokuwa ananyonyesha. Lakini ila u, u, u, mfumo wa uzazi wa mpango uweze kufanya kazi, mama anahitaji kuwa na vigezo vikubwa vitatu. Kigezo cha kwanza, lazima mama awe amejifungua na hajaanza kuingia hedhi. Namba mbili, lazima mtoto awe chini ya miezi sita. Namba tatu, lazima awe ananyonyesha mtoto mara kumi mpaka mara kumi na mbili kwa siku. Nitarudia, ili uweze kutumia uzazi wa mpango wa kunyonyesha kama njia lazima uwe umekidhi vigezo vitatu. Namba moja, lazima mama awe ajaanza hedhi baada ya kuwa amejifungua. Namba mbili, lazima mtoto awe na umri chini ya miezi sita. Namba tatu, lazima mama awe ananyonyesha mtoto kuanzia mara kumi mpaka mara kumi na mbili kwa siku. Kwa mama, anaweza akafanya hiki hata kama anafanya kazi, lazima anaweza akafanya kama akiweza kuhakikisha kwamba unyonyeshaji haujapungua. Kwa mpendwa wa mtazamaji, hii njia ina faida kwa sababu hauingizi kichochezi chochote ndani ya mwili wako, na unaweza ukaitumia njia za asili zote, unaweza ukazitumia kwa kawaida na ukaweza, isipokuwa zinamweka mama katika hatari sana kupata ujauzito pale tu anapokuwa amechanganya siku zake za rutuba na zile siku zake ambazo sizo hatari. Na wengi waliojaribu kutumia hizi njia walijikuta wakipata ujauzito wakati ambao hawajapanga. Basi njia gani basi ambazo ni fanisi? Njia gani ambazo ni fanisi za uzazi wa mpango? njia ambazo siyo fanisi sana ni kama kondomu za kike na kuu, kiume pamoja na njia ya kalenda. Hizi njia ndio tunazitumia, lakini ufanisi wake ni mdogo, zikifuata na sindano, kunyonyesha pamoja na vidonge. Lakini njia ambazo ni za ufanisi kabisa kabisa, kwamba ukizitumia kuna ufanisi ndani yake, basi ni kipandikizi ni kitanzi pamoja na zile njia za kufunga uzazi ambao tumesema ni bilateral tubal ligation pamoja na vasectomy. Basi nipende kukupongeza wewe ambaye umefuatilia kipindi hiki kuhusiana uzazi wa mpango kuanzia session ya kwanza mpaka sasa hivi session ya tatu, ambapo tumeweza kuona nini maana ya uzazi wa mpango, tumeweza kuona aina mbalimbali za uzazi wa mpango pamoja na faida na madhara yake. Usiache mpendwa mtazamaji kusubscribe katika chaneli yetu Injili na mi, Injili na afya au afya na Injili online TV, ili uweze kupata vidokezo na elimu ya afya ya mama na mtoto kila wiki kupitia hapa lakini pia uweze kujifunza neno la Mungu ambalo linaweza likakubadilishia maisha yako. Ninaitwa Pasa Detrix Ndalawa, ambaye mimi ni mkunga pamoja na mchungaji kutoka Maranatha First Assemblies of Tanzania. Sasa nazungumza nikiwa Iringa, ambaye niko internship hapo hospitali ya Rufaa. Ubarikiwe wewe, tukutane tena katika sesheni yetu inayofuata ambao tunaenda kuzungumzia hiki kizungumkuti. Je, uzazi wa mpango na Mkristo, je unaruhusiwa? Na Mkristo anayetumia uzazi wa mpango, je, anatenda dhambi? Mungu akubariki.